Hujambo na, na karibu tuendelee kuhabarishana taarifa mbalimbali ambazo zimekuwa zikitrendi katika mitandao ya kijamii. Nchini Tanzania, bado mashirika mbalimbali ya haki za binadamu wanaendelea kulani vikali kile kitendo cha raia kupigwa lakini pia vile vile watu kunyimwa uhuru wao katika maandamano lakini kubwa zaidi ni watu kuuawa siku ya maandamano. Hivi karibuni tuliona barua kutoka shirika la haki za binadamu na Umoja wa Mataifa wakimtaka serikali ya Tanzania moja kwa moja kwenda kukili kile ambacho kilichofanyika, lakini pia sio kukili tu, bali moja kwa moja kwenda kutoa ufafanuzi wa kile jambo aukea okay. Kwani Umoja wa Mataifa imeitaka serikali ya Tanzania kutoka zalani fanya utafiti kile ambacho kinachopostiwa katika mitandao ya wa kijamii watu mbalimbali wakionekana wamefariki dunia mtetezi wa haki za binadamu. Sasa siku ya leo imetoka jambo kubwa sana kutoka katika mmoja wa mtetezi wa haki za binadamu, yeye amesema Desemba 9 atakuwepo katika maandamano ambayo atakaofanyika tena nchini Tanzania, kwani maandamano hayo yamepangwa tena kufanyika siku ya tarehe tisa. Kwani tuliona bidada Mange Kimambi ambaye ni mwanaharakati kutoka nchini Tanzania aishie nchini Ulaya alisema kuwa siku hiyo iwe siku ya maandamano ya amani, hakika watu wabebe mabango, waache kuchoma mali za umma lakini hali kadhalika waache kuteketeza mali za watu binafsi. Katika mambo ambayo yametokea, ni mtetezi wa haki za binadamu kutoka Kenya Bobu Njagi ametangaza kuongoza maandamano ya Afrika Mashariki yatakayofanyika Disemba tisa elfu mbili na ishirini na tano kwa lengo la kupinga matumizi ya nguvu kupita kiasi vyom... na vyombo vya dola nchini Tanzania. Akizungumza jijini Nairobi, Njagi alisema maandamano hayo yanalenga kuonyesha mshikamano wa wananchi wa Afrika Mashariki katika kulinda haki za binadamu, uhuru wa kujieleza na haki za kuandamana kwa amani. Tutawaunga mkono wa Tanzania kudai haki zao, tutataka kuonyesha dunia kwamba Afrika Mashariki inaweza kusimama pamoja kupinga ukandamizaji na matumizi mabaya ya nguvu, alisema ndugu Njagi. Na kwa mujibu wa waratibu wa maandamano hayo, mataifa jirani kama Kenya, Uganda, Rwanda, na Burundi na Tanzania yanatarajiwa kushiriki, huku viongozi wa mashirika ya kiraia wakitoa wito wa serikali kuheshimu misingi ya kidemokrasia na kuhakikisha usalama wa raia wao, usalama wa raia wote watakaoshiriki. Tukio hili lilipangwa kufanyika sambamba na maadhimisho siku ya uhuru wa Tanzania Bara, likiwa ni kauli mbiu Afrika Mashariki inasimama kwa haki. Njagi amesema maandamano hayo ni mwanzo wa harakati pana za, za kikanda za kudai uwajibikaji, utawala wa sheria, uheshimu wa haki za kiraia katika ukanda mzima wa Afrika Mashariki. Hiki ndicho ambacho kilichojiri na mwanaharakati huyo, lakini pia vile vile si mwanaharakati tu, bali ni mwana haki za binadamu. Kama kawaida yetu, pindi ambapo tunavyosogezea taarifa, basi moja kwa moja tunaenda kupata vile mambo ambayo wadau mbalimbali na wao wamekuwa wakitoa maoni yao. Nikianza na huyo kwanza, moja kwa moja akasema, tuvunje muungano wa Zanzibar tuungane na Kenya. Hawa watu wana tupanda sana aise, upendo wao sio wa kinafiki. God bless Kenya. Huyu mwingine akasema, ila nyie, hawa mashemeji zangu wanatupanda, yaani wana uchungu sana na sisi kuliko sisi wenyewe. Lakini kuna huyu mwingine akasema, tuvunje uhusiano na zenji tukaungane tena na kenya tuitwe tekenya. Aise, hii komenti imeibua vituko sana. Huyu mwingine akasema hilo jina itakuwa kama sehemu ya Kimasai, tutafute lingine. Kuna mwingine akasema kwa kweli tekenya ni la Kimasai. Lakini mwingine akasema the public union of takwenya. Lakini huyu mwingine akasema Tanzania nchi mama, Tanzania nitailinda. Lakini kuna mwingine akasema Wakenya, Mungu awabariki kwa upendo huo mnaotuonyesha. Lakini kuna mwingine akasema habari ninazokusikia napata la kabisa. Lakini kuna mwingine akasema tutakaoandamana disemba 9, tusisahau kuingia kwenye dark web kununua bastola za kujihami kama vile Glock kumi na saba au Keltec p hamsini yenye uwezo wa kubeba risasi thelathini na tatu na zaidi. Bei ya kuanzia ni dola elfu tatu. Tukiwa watu sita, tunachanga dola 500 500 kila mtu. Tunaandamana kinyonge kama last time, wakitupiga tunapiga huyu mwingine akasema, nimejisikia vizuri mpaka kidogo machozi yanitoke, this power love to our sisters and brothers from Kenya Kini. Kuna mwingine akasema, tonge la ugali limekuwa la moto, walezani watu bado waoga. Lakini kuna mwingine akasema, hivi kuna msanii ataenda tena Kenya kuimba kweli? Lakini kuna mwingine akasema, kama utafuatilia haya mambo kwa umakini mkubwa, kufuatilia kiundani, siku hadi siku, tangu zilivyoanza hizi taarifa mpaka kufikia hii leo kwa namna ilivyo pande zote mbili, alafu ukisoma teksti yangu vizuri na mkubo, kwa utulivu mkubwa utagundua kwamba mimi sina la kusema. Haya, huyu ndicho ambacho alichokiandika, na upuuzi mtupu. Lakini kuna huyu mwingine akasema bora udugu, udugu wa Kenya kuliko udugu wa Zanzibari lakini kuna mwingine kasema wow love Kenya love Tanzania. Lakini kuna mwingine kasema hizi nchi mbili sasa, mimi natokea Malawi, lakini hizi nchi mbili Kenya na Tanzania kwa sasa hivi ni kama vile pichu na taco sawa. Lakini kuna mwingine kasema D9, tutakuwepo. Hivi ndivyo ambavyo hali ilivyokuwa mara baada ya mwanasiasa huyo au tuseme ni mtu wa haki za kibinadamu kwa sababu huwezi ukawa bila mtu wa haki za kibinadamu, lakini usiwe katika mfumo wa siasa. Ni lazima uwe katika mfumo wa siasa, ili ndipo utakavyotoka kutoa maelezo yako katika haki za kibinadamu, bali unatoa kile kitu ambacho wewe mwenyewe unachokifahamu. Hivi ndivyo hali ilivyo kwa sasa. Watanzania wameombwa kuwa waende moja kwa moja kuandamana pamoja na Wakenya, kwani huyu mtu katika haki za kibinadamu yeye atakuwa mstari wa mbele kuunga mkono taifa la Tanzania. Na wewe oh, unaweza ukatuandikia maoni yako kufuatia hii hali ambayo inaendelea. Nini maoni yako ni mtazamo wako? Unaweza kutuandikia kupitia comment section. Naam, kwa taarifa mbalimbali, endelea kwa karibu nasi ili wa kwanza kupata taarifa mbalimbali, usisahau kusubscribe.